Nilianza kunyonya dudu ya mzee mmoja nikiwa na miaka 18. Siku ya kwanza ilikuwa shida mno, nilitamani kutapika. Naitwa Florah Makwitu, naishi Sinza. Mimi ni mama wa mtoto mmoja. Wakati nipo nyumbani, nilikutana na kijana mmoja, tukapendana sana. Kwao alinitambulisha na hata ukweni walinikubali, na mimi pia nilimtambulisha kwetu na ndugu zangu walimkubali hata hivyo nilikuwa nimeshajipanga, hata wakimkataa ningefanya maamuzi magumu. Mpenzi wangu huyu hakuwa na maisha mazuri sana ukiangalia, na kwetu hatuna maisha mazuri, yaani ni umasikini tu. Mama mara nyingi alikuwa ananiambia niachane naye, ananifokea kwa ukali kila alipotuona tumesimama pamoja. Siku moja, Mister aliniambia njoo nyumbani. Ilikuwa kipindi cha baridi, nilienda nikamkuta chumbani akiwa hana nguo. Aliniambia ana hamu ya kumnyonya dudu. Siku hiyo hatukufanya mapenzi, niliishia kumnyonya msta hadi alipofurahi. Nami nilirudi nyumbani. Nilipokaa na mama, alikuwa ananiambia, "Mwanangu, jua wewe ni maskini, usije ukaolewa na maskini mwenzio, maana mtanuka ufukara mpaka watoto wenu mtawalea kwa shida." Ila mwanangu usikimbilie kwa mwanaume mwenye pesa nyingi sana. Ukimpata mwenye uchumi wa kati itapendeza sana. Nilitumia muda mwingi kumshawishi mama ili aweze kumkubali bwanaangu, hatimaye alimkubali. Hatukufunga ndoa rasmi, tulioana kienyeji tu, yaani unatoa mahari tu. Nakumbuka ilikuwa laki sita. Nilianza kuishi na huyu mwanaume mpaka tukapata mtoto. Tulimlea mpaka akatimiza miezi sita. Kweli maisha yalikuwa magumu sana. Mume wangu alikuwa bodaboda, yaani kula ni mpaka ale vichwa vingi ndipo alete mboga na unga. Kila siku mboga ni mchicha, tembele, dagaa na ugali. Wali tulikula kwa harufu tu ya majirani, maana tulikuwa tumepanga chumba. Mimi nilianza kutafuta kazi, maana maisha ya kukaa nyumbani yalinishinda. Wakati mwingine ili nile wali na nyama, ili nilazimu nirudi nyumbani kwetu. Hali hii ilininyong'onyeza na kunikatia tamaa. Sasa kwenye harakati za kutafuta kazi, nilipata kazi kwa mama ntilie, yaani kazi za kuosha vyombo. Nilipiga kazi hiyo kwa miezi miwili, lakini nikaichoka. Hapo sasa ndoa ilinishinda kabisa, nikaanza kuwaza niachane na huyu mwanaume, nirudi zangu nyumbani. Mume wangu aliporudi, kwa kweli sikuwa na furaha kabisa. Kila siku ugali na dagaa Nilipanga siku hiyo nimwambie tuachane, lakini nilifikiria sana. Nikaamua kumpigia mama na kumweleza kila kitu, akanishauri nivumilie. Kweli nilivumilia, ila muda mwingi sikuwa na furaha ya ndoa kabisa. Kuna siku nilikuwa nalia tu, ila nikaamua kuvumilia. Baadaye kulikuwa na mwanaume mmoja alikuwa ananitongoza kweli, alikuwa mtu mzima. Huyu mbaba alikuwa na maisha mazuri kiasi kwa hiyo mchana nikawa angalau nabadilisha mboga, lakini jioni napika ugali na dagaa nampikia mume wangu, mimi naenda kununua chips na kula chooni au sehemu nisiyoona. Mbaba huyu alinibadilisha sana, nikaanza kutakata kwa kweli. Hata mume wangu aliona mabadiliko yangu, alikuwa ananiuliza mara nyingi mbona unabadilika kuanzia tabia hadi rangi ya ngozi. Nilikuwa nateleza nikamjibu hela anakokacha ndio na balance na nanunulia losheni. Basi mume wangu akaniambia sawa. Siku moja huyu mbaba alinichukua mtoto, nilimwachia jirani yangu, maana alikuwa na mwaka mmoja na miezi kadhaa. Tulienda hotelini kwenye palikuwa pazuri sana, tukaingia ndani ya chumba, akanangia atanifanyia masaji. Mimi nilikuwa naonaga tu kwenye TV tu, yaani leo nafanywa mimi. Nilifurahi sana akanambia atanifanyia yeye mwenyewe. Nilitoa nguo zote, akanipaka mafuta mwili mzima, akawa kama ananichua, raha sana. Akanifanyia hivyo mpaka akamaliza. Hapo nilikuwa tayari kwa chochote. Akatoa dudu lake akanambia nimpige mnyonyo mpaka akamaliza haja zake. Kweli hakuniingilia, ila nililamba pipi yake tu. Alipomaliza akanipa laki mbili. Nilichanganyikiwa. Niliporudi nyungani, nilipitia kwa jirani nikampa elfu kumi kwa kunishikia mtoto. Nikaingia kwangu, nilimkuta mume wangu asharudi wa maana nilitoka tangu asubuhi, nikarudi saa tano usiku. Alikuwa amekaa kwenye kiti, nilipomtizama nilimwona kama mbuzi. Hakuongea lolote. Kulikuwa na kande lilibaki jana yake, nikampashia, nikaenda kulala. Alipomaliza kula, akaja kulala. Kesho asubuhi alinipa pesa akaenda zake kula vichwa. Basi mazoea ya mimi na mubaba yalizidi, kila siku tunakutana naye. Kila tukibaki faragha hakuningilia ananipa pipi ni nyonye mpaka anafika kileleni, ikawa ni mchezo kwa kweli. Mume wangu nilianza kumwona kama uchafu, yaani mwanamme makende ananuka kwapa, usiseme hata mbegu zake zinanuka. Nilimchukia ghafla, nikachoka maisha yake ya shida, eti naye akirudi usiku anataka nimpe penzi kweli? Anichafue mimi, losheni yangu ni elfu hamsini? Hapana. Nakumbuka haya, mume wangu aliwahi kuniambia mwanamke akipata kipato kidogo na pesa ya kuhongwa anabadilika sana, ila kama ni pesa ya kutafuta mwenyewe lazima awe na heshima. Si unanidharau mimi kisa umepata mwanaume mwenye pesa. Naomba unipe mwanangu, nenda kaishi na huyo mwanaume. Siku hiyo nilimchamba mume wangu, nilimtukana. Nikikumbuka siku hiyo, natamani ijirudie, nimwombe msamaha. Basi tuliachana kiainaena, nikaenda kupanga. Kweli wanaume wanakupenda zaidi ukiwa umeolewa au ukiwa unaishi na mwanamume. Unajua kwa nini? Yule mubaba alinipigia simu kama kawaida, ili anichukua twende tukale raha. Nikamweleza kuwa sasa hivi nimeshaachana na mume wangu, nikamwambia kuanzia leo aje kwenye maeneo haya. Kweli alikuja kwangu nilipopanga, alikuja na pombe nyingi sana, tukakunywa sana. Mwisho akatoa dudu, nikamnyonya kumpa furaha na kufanya anavyotaka ili aenjoy. Alilala mpaka asubuhi akaondoka. Nakumbuka tangu siku hiyo sikuwahi kumwona tena, ni kama nilimfukuza. Nilijiuliza sana, kwani nimemfanyia nini ambacho hakupenda? Kama kulamba dudu lake nimefanya, sasa kwa nini napiga simu yupo bizi muda wote? Kweli nilichanganyikiwa, maana nilimwacha mume wangu ili nipate muda wa kufurahia maisha. Sasa tangu nimwambie kuwa nimeachana na mume wangu, ni kama nilimfukuza Kuja kwenu ni hivi, nadaiwa kodi ya miezi minne na kibaa zaidi. Nilianza kupata homa na maumivu ya koo. Kweli nilienda kupima, maana koo nilikuwa natema usaha, yaani ni kama ulimi unaoza. Kweli nilishtuka sana. Daktari aliniambia kuwa nina saratani kwa kuwa nilikuwa nafanya mapenzi mdomoni. Na kweli ule mubaba nilifanya naye kwa muda mrefu ndo kilichonifanya nipate saratani. Inanitesa sana, kwa sababu sina msaada wowote. Nyumbani nako walijua kuwa nilimwacha mume wangu, sasa wamejua nina saratani. Kuanzia baba, mama na wengine, wamesema hawana pesa ya kunitibia, wakasema niondoke, maana nitawaambukiza. Jamani, maneno haya niliambiwa na familia yetu, nililia sana.